Semaji ni wakati wa Mizengwe, ambapo sarakasi zilishuhudiwa wakati wa chaguzi ndogo zilizofanyika maeneo mbalimbali nchini. Baadhi ya viongozi wakiwemo mawaziri Alfred Mutua na Geoffrey Ruku wakifurushwa katika vituo vya kupigia kura, huku waziri wa zamani Justin Muturi akimfurusha wakala wa chama cha UDA akidai kuwa alivalia rangi ya chama hicho. Katika eneo la Malava mwaniaji wa DAP Kenya Seth Panyako alilia kwa kuangaishwa na maafisa wakuu serikalini. Katika makala ya Mizengwe wiki hii, vurugu, sarakasi na mbwembwe za aina yake zilishuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini. Wakati wa chaguzi ndogo, uchaguzi mdogo Mumbuni Kaskazini, waziri Alfred Mutua alijipata pabaya baada ya kufurushwa na wakazi eneo hilo alipowasiri katika kituo cha upigaji kura na siyo yeye pekee. Katika eneo hilo hilo, hali iligeuka ya miguu ni ponye kwa mwakilishi wadi huyu wa zamani, baada ya kudaiwa kuwa alinuia kuwapa za macho wapiga kura <tikin> Eneo la Mbere Kaskazini, eneo lililogeuzwa uwanja wa kisiasa baina ya naibu wa rais Kindiki na mtangulizi wake Rigathi Gachagua. Shughuli ni za hapa na pale kwa waziri wa zamani Justin Muturi, akihakikisha hakuna anayetatiza zoezi la uchaguzi huo mdogo <tutu> Na iwapo ungeonekana kufanya lisilo sahihi, Muturi hakusita kukurekebisha na tukirejelea kufurushwa kwa viongozi pia, waziri Geofrey Ruku hakusazwa. Wakazi Mbere walimfokea na kumtimua katika kituo cha upigaji kura lakini baada ya siku nzima ya sarakasi wakati wa kujua mbivu na mbichi uliwadia kwa Rigiji na Kindiki. Kiti cha ubunge Mbere Kaskazini kilionekana kuwa nafasi ya kuweka mambo wazi, ni nani jogoo anayewika eneo la Mlima Kenya? Mlima Kenya iko na kiongozi ambaye anaitwa Profesa Kithure Kindiki na iwezekani kuwa ati wakati wewe ati umetolewa, eh, uongozini serikali ndiyo imekuwa mbaya. Eti unasema ilikuwa ndoto ya mchana kwa gashagwa kudhani kuwa ana ushawishi kwa wakazi eneo la Mbere North. Rigadi gashagwa anaota ndoto mchana. Watu wa Mlima Kenya wamesema, wewe Rigadi gashagwa, enda nyumbani kwako mukae hapo na Pasta Dorcas ukunywe unji, vijana wako waoe, upate watoto wa njukuu. James Mwangi, makala ya mizengwe.